Je, yes, Serikali Office ina mpango gani wa njia mbadala ya kukuza uchumi wa wananchi wa Hai kutokana na uhaba wa ardhi ya uzalishaji swali. so, hili limeelekezwa of, ofisi ya Rais mipango na uwekezaji. Saashisha Elikinyo Mafuwe, mbunge wa Hai, kama ifuatavyo: Mheshimiwa Naibu Spika, Serikali inatekeleza mikakati mika mbalimbali ili kuwawezesha wananchi kukua kiuchumi wakiwemo wananchi wa wilaya ya Hai. Mikakati hiyo ni pamoja na kutoa mikopo yenye riba nafuu hususani kwa wanawake, vijana na walemavu, kujenga mfumo wa kidijitali vijijini ili kuongeza matumizi ya tehama katika shughuli za kiuchumi, na kuweka mazingira wezeshi ya kuvutia uwekezaji hasa katika sekta ya viwanda. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa wilaya ya Hai serikali imeendelea kuhakikisha mradi wa kiwanda cha KMTC yani, Kilimanjaro Machine Tools Company ambacho kiko chini ya, ya NDC unatekelezwa. Aidha, serikali kupitia halmashauri ya wilaya ya Hai imetenga eneo maalum la uwekezaji lenye ukubwa wa hekta 463 ambalo linaendelea kutangazwa kwa wawekezaji mbalimbali. Hivyo, serikali itaendelea kuhimiza na kutangaza fursa zinazopatikana katika wilaya ya Hai ikiwemo fursa ya utalii kuimarisha uchumi wa wananchi. Asante sana mheshimiwa spika. Asante mheshimiwa naibu spika. Kwa kuwa sehemu kubwa ya ardhi ya wilaya ya hai iko kwenye mashamba kumi na saba yaliyoko kwenye vyama vya ushirika, je, serikali haioni ipo haja ya kufanya tathmini ya ardhi ya mashamba haya yote kumi na saba ili tunapoingia mikataba tuingie mikataba tukiushanisha na thamani ya ardhi tulionayo. Swali la pili a, moja ya sababu inayosababisha kufifisha uchumi wa jimbo la Hai ni wawekezaji wasio na uwezo wanaoingia mikataba kwenye mashamba haya ya ushirika. Kwa mfano shamba la Makoa, kijiji cha Uduru, ni miaka minne shamba lile limesimama, mwekezaji alipi chochote, mwekezaji ni migogoro kila siku, ni mahakamani na wananchi wanakosa uchumi kwenye shamba hilo shamba la mrososan mwekezaji ameingia mkataba ajenge kiwanda cha parachichi mpaka sasa hivi hajafanya je serikali haioni haja ya kuingilia migogoro hii iliyopo kwenye mashamba ya ushirika ili uchumi wa jimbo la hai ambao unategemea kiwango kikubwa sana ya mashamba kumi na saba mheshimiwa naibu spika naomba nijibu maswali mawili ya mheshimiwa Sashisha kama ifuatavyo. Kwanza nimshukuru na nimpongeze kwa kweli, amekuwa ni championi mkubwa anayefuatilia maswala ya ushirika katika wilaya yake na kwa kweli ni mbunge ambaye yuko makini. Namshukuru sana kwa hilo, nampongeza. Mheshimiwa naibu spika, mashamba 17 yaliyoko chini ya ushirika, ikiwa ni pamoja na hayo hayo mashamba ambayo yako chini ya mkataba wa huyo mwekezaji. Mheshimiwa naibu spika, sisi ofisi ya rais, maswala ya uwekezaji, tuko kupitia ofisi ya msajili wa hazina. Mheshimiwa Naibu Spika, katika bajeti inayofuata ya mwaka huu tumeweka mkakati mkubwa ambao tutakwenda kufanya tathmini ya mali zote ambazo ziko chini ya tiara na mali zote ambazo za serikali kuzifanyia tathmini ya kina kujua thamani ili tunapoingia mikataba ya uwekezaji. Mheshimiwa Naibu Spika, tuweze kujua tunaingia mikataba katika ardhi au mali ya serikali yenye thamani ipi? Mheshimiwa Naibu Spika, huo mkakati upo tunaomba tu bunge mkitupitishia budget, tutakwenda kufanya kazi hiyo ya tathmini, na hii itakuwa ni hatua moja nzuri sana ya kuweza kumove mbele, kuweza kuangalia namna ya kuingia mikataba ambayo ni yenye tija, mikataba ambayo inakuwa na manufaa na serikali kwayo. nimtuliza Mheshimiwa Mbunge atulie, tunakwenda kufanya hiyo kazi, lakini vilevile vile. Kwa hizi kesi ambazo ziko mahakamani, mheshimiwa naibu spika, nina sita kuongea kwa sababu ziko mahakamani, basi ni vizuri kuchukua hatua stahiki, ili tuweze kuona ni namna gani ya kuweza kwenda mbele katika kuleta tija pande zote mbili, kati ya mwekezaji pamoja na wananchi wa Hai. Asante sana mheshimiwa right.